Jukumu la kujenga shule siyo la mtu wala kikundi au taasisi. Jukumu la kujenga shule ni la serikali yenyewe. Kwa hiyo mtu binafsi akiamua kujenga shule ameisaidia serikali, na kwa bila, ameisaidia serikali. Ni jukumu la serikali kumsapoti yule mtu aliyeanzisha shule au taasisi au kikundi kilichoanzisha shule kuhakikisha kwamba wanasapoti jitihada zake badala ya kudidimiza jitihada zake. Na hivyo taasisi yetu hii ya Emau inaendelea kutoa elimu bora katika wilaya yetu kwa muda sasa wa miaka ishirini. Na mwezi wa pili mwaka huu tuliazimisha, ndugu mgeni rasmi, jubilee ya miaka ishirini ya kuanzishwa kwa shule hii. Safari ya miaka ishirini haikuwa ni kitu chepesi bali ilikuwa ni kitu ambacho kilihitaji uvumilivu na jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba miaka ishirini inakamilika. Kutoa elimu kwa kipindi hicho tena bila kashifa, ni jambo ambalo linahitaji kuombewa sana, kwa sababu wengi wanajaribika kujihusisha na masuala ya udanganyifu kwenye mitihani na matokeo yake shule zinafungwa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa miaka ishirini yote tumejitahidi kuhakikisha tunaendesha shule hii kwa misingi bora na inayotakiwa, na hivyo niwashukuru sana wazazi wote ambao mmetuamini na kutupatia watoto wenu kwa kipindi chote cha miaka ishirini, na hata sasa mnaendelea kutuamini. Mungu awabariki sana, na sisi tunawaahidi tutaendelea kuhakikisha hili janga la kutokomeza ujinga katika nchi yetu tunaliendeleza lakini mwaka 1985 wakati Mwalimu Nyerere anamaliza madaraka, aliona adui mwingine wa nne ameongezeka, ambaye ni rushwa. Tukawa na maadui wa nne. Sasa huyu naye leo taifa bado linapambana naye. Katika shule yetu ni kuhakikishie haya mambo yote tunayapiga vita, sisi ni maadui kwetu, na tunapambana nayo kikamilifu, na tunahakikisha watoto wetu tunawatengeneza katika mazingira yanayostahili lakini pia katika suala zima e, la la la, la, la maadili. Unajua ni jambo ambalo linaonekana ni kama dogo hivi, lakini ukweli ni kwamba elimu bila maadili bora, hiyo elimu haiwezi kumsaidia mtoto hata siku moja. Kwa hiyo ndio maana shule yetu inajitahidi kutoa maadili yanayostahili kwa watoto wetu, ili kwamba watoto wetu waishi katika maadili hayo ya kumjua Mungu hata watakapokuwa watu wazima ili waendelee na tabia zao, na ninapata taarifa watoto wetu wanaotoka katika shule zetu na wanapoenda kwenye shule nyingine, wanaendelea kuwa watoto waadilifu na watu wema. Kwa hiyo, wazazi, tunawasihi endeleeni kutuamini. endeleeni kutuletea watoto wenu na sisi tutafanya jukumu letu la kuhakikisha watoto wenu wanakuwa mikono salama na hawafundishwi tabia zilizo mbaya. Leo mashuleni si pa kupeleka tu mtoto kila mahali. Leo mashuleni pamekuwa ni maeneo mengine hatarishi, ambako watoto wakati mwingine wanajifunza uvutaji wa madawa ya kulevya, lakini wengine wanafanya ushoga na usagaji. Katika shule yetu, hilo jambo tunahakikisha kwamba tunasimama imara na kuhakikisha kwa kwamba kila mtoto anayetoka hapa anakuwa ni mtoto aliye na maadili bora na maadili mema.